Wataalamu maashiki, masomo, manyakanga, magalacha, magwiji, washititi, wanagenzi na wakurugenzi wa lugha ya Kiswahili wamekongamana leo katika uwanja wa uhuru Kololo hapa mjini Kampala, Uganda, katika kongamano la kwanza la kimataifa la lugha ya Kiswahili kufanyika katika taifa hili la Uganda. Sisi wa Afrika lazima tujinasue kutoka kwa minyororo ya ukoloni mamboleo, ya kudhani ya kwamba ukijieleza kwa ufasaha kwa lugha ya Kiingereza, Kireno au Kifaransa basi wewe si bwege tena la hash. Wataalamu wa lugha ya Kiswahili wa hadhi tofauti tofauti wote wako hapa, hivyo kongamano hili linatazamiwa kuleta matokeo chanya katika matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini Uganda. Tukishirikiana ku, kujifunza lugha ya Kiswahili tukapatana na tamaduni zetu zote, tutakuza Kiswahili hiki, kwa sababu tutaheshimu tamaduni za labda Wakenya, Watanzania na Waganda. Tunapozungumza kuhusu uh, kuenea kwa Kiswahili, kuna watu ambao wanakuwa na wasiwasi kwamba lugha zetu je? Waingereza walipokuja kututawala walitumia Kiingereza chao kutunyanyasa kutuonea kutubagua, na kutuharibu kwa namna moja au nyingine, Waingereza. Lakini hatukusema hata siku moja kwamba hatuwezi kuzungumza Kiingereza kwa sababu Kiingereza kimetumika kutuonea. Wafaransa walipotawala nchi mbalimbali pamoja na DRC Kongo, walitumia Kifaransa ki kuwaonea Waafrika, kuwabagua, kuwanyanyasa nyanyasa, lakini hatujakataa kuzungumza Kifaransa kwa kisingizio kwamba Kifaransa kinabagua, Kifaransa kinaonea watu, Kifaransa kinafanya jambo hili na hili hapana. Ni kwa nini ije kwa Kiswahili? Ili Kiswahili kiweze kuenea nchini Uganda, ni muhimu kujenga mkakati wa ufundishaji wa Kiswahili kwa kutumia lugha za Uganda. Wanaozungumza lugha ya, ya, ya Kinyankole Kutaneni na wenzeni wanaoongea Kiswahili. Andikeni vitabu vya kuwafundisha wanaozungumza lugha ya Kinyankole, kuwafundisha lugha ya Kiswahili. Watajifunza vizuri lugha ya Kiswahili kwa kutumia Kinyankole. Wanaozungumza lugha ya Luganda, Ekiganda, Oluganda, tafuteni wazungumzaji wazuri wa lugha ya, ya Kiswahili, andikeni vitabu vya kufundisha Baganda Kiswahili kwa kutumia Luganda. Kongamano hili la kwanza la kimataifa la Kiswahili kufanyika hapa nchini Uganda ni mwendelezo wa lugha hii adhimu kujitokeza mzima mzima katika kuimarisha nafasi yake ya lugha ya kimataifa kama chombo muhimu cha mawasiliano, utamaduni na maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika Mashariki, Afrika na dunia nzima. Waasisi wa umoja wa Afrika wakiwamo Kwame Nkrumah na Mwalimu Nyerere walisisitiza sana kuhusu umajumui wa Kiafrika, yani pan-africanism. Waliona kuwa ukombozi wa kweli wa Mwafrika utawezeshwa kupitia katika kuwa na lugha moja ya umoja na kuwa lugha hiyo itakuwa ni Kiswahili. Na kwa taarifa yenu, nchi ya Ghana ndio ilikuwa nchi ya kwanza kuanza kufundisha Kiswahili katika Afrika. Si Tanzania, si Uganda, sio Kenya. Ilikuwa ni, ni Ghana. Ghana ikaanza kufundisha Kiswahili mwaka wa sitini na nne, kwa sababu waliona lugha itakaoweza kuwaunganisha Waafrika wote ni lugha ya Kiswahili. Hatuwezi kuzungumzia kukua na kuenea kwa Kiswahili Uganda bila kuzungumzia mchango wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mtu mmoja anasema, tangu mwaka wa 85 hapa na nukuu, lugha hiyo ya Kiswahili imekuwa ikienea nchini Uganda kutokana na jitihada zilizofanywa na National Resistance Army NRA wakati huo Yoweri Museveni na uongozi mzima wa, na, wa NRM walitangaza kwa Kiswahili, kwa kuwa Kiswahili kitakuwa ni lugha ya mawasiliano miongoni mwa wanajeshi wa NRM. Kwa hiyo hapo tunapo, tunapoungana kumpongeza Rais Museveni, hatumpongezi tu kwa sababu ni rais wa Uganda, kwa sababu hivi hapana. Tunampongeza kwa sababu amekuwa bega kwa bega akipambania Kiswahili iwe ni lugha ya Uganda, iwe ni lugha ya Afrika Mashariki na hatimaye iwe ni lugha ya kufanya umoja wa Afrika. Kuwa wa kweli katika kukikuza na kukihifadhi Kiswahili sanifu, washititi na walumbi wana nafasi ya wa muhimu daima dawamu, kama vile nahodha katika mashua iliyong'oa nanga. Umoja wa Afrika au una kienzi Kiswahili kama lugha rasmi Jumuiya ya Afrika Mashariki na kienzi Kiswahili kama lugha rasmi, SADC inaenzi Kiswahili kama lugha rasmi. Sasa ndio ule wakati uliokuwa tukiusubiri kukichukua hichi Kiswahili tuanze kukitumia kusafirisha hisia pendezi kusafirisha falsafa kusafirisha mawazo ya kina kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wale wageni wakiona, hata na wao pia watalazimika kusoma Kiswahili kama sisi tulivyolazimika kusoma Kiingereza. Kiswahili hakiwezi kuwa na heshima ikiwa wazungumzaji wenyewe hawana heshima. Kwa hivyo, heshima iliyopo kati ya wale wanaopenda Kiswahili ni heshima ya Kiswahili. Kwa hivyo, Kiswahili kinapewa heshima Yeyote ambaye hakipi kiswahili heshima, hayo ni matatizo ya mtu binafsi, si tatizo la kila mtu. Kongamano hili la kwanza la kimataifa la kiswahili kufanyika hapa nchini Uganda, linalobeba kauli mbiu ya kukienzi kiswahili, wajibu wa kisiasa na kiuchumi wa mvuvumko wa Afrika, linaandika ukurasa mpya wa harakati za kukikuza kiswahili katika taifa hili la Uganda. Uganda, kiswahili ni lugha nzuri, tujifunzeni. Kutoka hapa Kololo, uwanja wa Uhuru, mimi ni Awadhu Rashid wa Arusha One Radio.